Viongozi wa Afrika walikutana mjini Algiers Jumapili wameitaka jumuiya ya kimataifa kutambua, kuhalalisha kisheria na kuifanya kuwa kosa la jinai madhila ya enzi za ukoloni, pamoja na kuweka utaratibu wa fidia kupitia mchakato wa urejeshaji unaoungwa mkono na Umoja wa Afrika AU. Azimio hilo la AU lilipitishwa katika mkutano mkuu uliofanyika Mei, uliosisitiza kufafanua ukoloni kama uhalifu dhidi ya binadamu. Sheria ya kimataifa ya sasa haijataja kwamba ukoloni ni kosa la jinai. Washiriki wa mkutano huo walibainisha athari kubwa za kiuchumi zilizosababishwa na ukoloni katika bara la Afrika, wakati mataifa ya Ulaya yalipochukua kwa nguvu rasilimali za bara hilo kama vile dhahabu, almasi na mpira, na kuacha jamii zikiwa katika umaskini. Inakadiriwa kuwa gharama ya uporaji wa kikoloni barani Afrika ilifikia kiwango cha matrilioni ya fedha. Waziri wa mambo ya nje wa Algeria Ahmed Attaf, alisema kuwa kuandaa mkutano huo nchini kwake ni ishara muhimu kutokana na historia ya mateso iliyopitia chini ya utawala wa Ufaransa. Aliongeza kuwa kuwekwa kwa mfumo wa kisheria kutahakikisha urejeshwaji unazingatiwa kama si zawadi wala si hisani. Takriban raia wa Ulaya wapatao milioni moja walipewa hadhi na fursa kubwa kuliko wenyeji wa Algeria licha ya kuwa Algeria ilihesabiwa kisheria kama sehemu ya Ufaransa. Mamia ya maelfu ya Waigeria waliouawa katika vita ya ukombozi wa nchi hiyo. Vikosi vya Ufaransa vilihusishwa na vitendo vya mateso ya utekaji na mauaji pamoja na kuharibu vijiji katika harakati za kuwakandamiza waasi. Bara letu linaendelea kubeba mfano wa maumivu ya mateso ya Algeria kama kielelezo adhimu, karibu kisicho na mfano katika historia kwa namna yake, mantiki yake na vitendo vyake, alisema Ataf. 1927, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikiri kuwa sehemu ya historia ya ukoloni wa Ufaransa ilikuwa ni uhalifu dhidi ya ubinadamu, lakini hakutoa msamaha rasmi. Aliwataka wa Algeria kutozingatia kwa muda mrefu majeraha ya kihistoria. Msukumo wa fidia pia umeunganishwa na jitihada za mataifa ya Afrika kutaka kurejeshwa mali na kazi za sanaa zilizoibwa na kuwekwa katika makumbusho ya Ulaya. Vitu vingi maarufu vya Algeria kama vile mtambo wa mizinga wa karne ya 16 uitwao Baba Mezug bado vinashikiliwa nchini Ufaransa. Hii ni ripoti ya media wa Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Hassan Magulumali.